Kwanza mimi niwapongeze eh, kwa kazi hii mnaendelea kuifanya, na nashukuru kwa sababu mmesema. Tunashukuru serikali ya awamu ya sita chini ya mheshimiwa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa jinsi anavyoendelea kuwaondoa wananchi kwenye shida ya kuchangisha na nini. Leo mmepata darasa hili, na naeongea hapa na furaha kwa sababu mi ndio diwani wa kata hii. lakini mi ndio mwenyekiti wa halmashauri. Kwa hiyo mheshimiwa, kadarasa kamoja tu abasi, ikifika basi mwezi wa sita, mkurugenzi angalau kadarasa ili kamaliziwe kale ka sehemu kengine kamaliziwe darasa moja, ili tuwe kusiwe na changamoto tena kwenye shule hii, ili angalau basi shule ya mwenyekiti wa halmashauri ionekane hakuna changamoto ya nini. Afisa elimu sasa na mkurugenzi huko nyuma yangu hapa, kwani ukipiga kadarasa kengine kamoja changamoto ikaisha, si mambo yanaenda vizuri? Mwenyekiti anarelax na kura zinajaza mwenyekiti. Niwashukuru pia watumishi kwa kusimamia ukusanyaji wa mapato ambao umetufanikisha kupata fedha hizi za kuleta kwenye miradi. Kwa hiyo naendelea kuatia moyo, tuendelee kuchapa kazi ili tuendelee kusanya mapato, tupate fedha za kuendeleza miradi yetu. Nawashukuru na napongeza na uongozi wa shule kwa usimamizi mzuri wa, wa mradi huu pamoja na watumishi wa idara ya ujenzi kwa kusimamia mradi huu, ninaamini utakwenda kukamilika kwa wakati kwa ajili ya matumizi ya watoto wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ya fedha ya wilaya halmashauri ya wilaya ya Monduli ilitoa fedha kutoka mapato ya ndani ya halmashauri kiasi cha shilingi milioni 25 kwa ajili ya ujenzi wa darasa moja katika shule ya msingi Mazoezi. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa sasa jengo liko hatua ya umaliziaji na fedha iliyotumika ni kiasi cha shilingi milioni 20 laki 4 na 37 130 kwa ajili ya kulipa wazabuni wa wa vifaa vya ujenzi na kiasi cha shilingi milioni mbili laki mbili kwa ajili ya fundi. Jumla ya fedha iliyotumika mpaka sasa ni kiasi cha shilingi milioni ishirini na mbili laki sita na elfu thelathini na saba mia moja thelathini.